Na likiwa ikubwa kabisa lindoitwa iagamba iagamba, sio nzagamba, iagamba lindoliramo pembe. Haya bwana, ndugu zangu, watu wa Nyanguku, najua nyie ni, ni wafugaji, ndio maana mnajua maana ya nzagamba ile linzagamba. Na mimi nilichunga kidogo, wakati walichunga kidogo sasa na mimi nilichunga kidogo. Hii nzagamba hii, au liye ya likubwa likubwa ya gamba likisha norewa mapembe likawa tayari, huwa linakuwa tayari kwenda kupigana, huwa linapambana kuleta heshima wapi? Nyumbani. CCM oye! Nzagamba oye! Sasa ili nzagamba likienda kupigana haliendagi kupigana bila kupambwa, kweli? si kweli? Lazima ulipambe kidogo, watu wa Nyanguku, ili nzagamba ili liende lazima ulifanyeje? Na ukilipamba unajua, kwanza nzagamba ukiwa unaro huwa unalipenda. Mimi la kwangu kule, nilivyokuwa nalichunga lichunga ilikuwa na uwezo wa kulipiga kutoka kwenye ng'ombe, nikaliingiza kwenye mahindi ya mtu, nikasimama pembeni, nikasubiri lile kwanza nikila, baadaye nalitoa. Kwa ukiwa umeisha linolea mapembe, limeisha shiba, unaenda unatoa kwenye kundi lako, unawambia wenye kundi lingine unawambia sasa, tugombanishe kidogo, sindio? na wewe unaamini, la kwako limefanyaje? Linolirwama pembe, si ndio? Linolirwe, umeisha linoa, si ndio? Ukishalitoa linaenda kupigana, huwa ulipeleki kimya kimya, huwa unalipeleka huko, unalipamba si ndio? si ndio? Ukiwa unalipamba likisikia, unaona tu linaanza kufanya hivi, linaanza kufanya hivi inafanya hivyo alafu nasikia dizemoye nikishafanya hivyo, huwa iko tayari kuleta heshima nyumbani. Na mimi niwaambie watu wa Nyanguku, jina mmenipanyie na mimi nimelipokea. Nachotaka kuambia kweli, Nzagamba liko tayari liko kwenda kupigana. Kazi yako kulipamba tu. Mnajua mnatakiwa mpambeje? Tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi, tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi ndiyo siku ya kwenda kulipamba hili Nzagamba. Tarehe ishirini na tisa unaenda unapiga kura ya ndio kwa Nzagamba. Halafu ukisha limaliza linaenda mbele kifua mbele, likiwa limeshinda kura za kutosha linaenda kuleta heshima nyumbani. Naomba tupige makofi, kipigie makofi pale ulipo. CCM oyee! Hao tarehe ishirini na tisa ndio siku ambayo mtaenda kulipamba Nzagamba ili Nzagamba iwe tayari kupambana na kuleta heshima nyumbani. Naomba niwaulize wangapi, tarehe ishirini na tisa wanalipamba Nzagamba Nyanguku oye! Niwaambie ndugu zangu, watu wa Nyanguku, kama kuna mtu mlibewa na Mungu, kama kuna watu mlibahatisha mkapewa, ni mheshimiwa diwani wenu. mheshimiwa diwani wenu ni wa viwango vya, vya juu kama nilivyosema mwanzo. Nimezunguka ni kata nyingi, lakini huyu diwani hapa Nyanguku amefanya makubwa, na hata sasa hivi hajaishia kufanya makubwa tu, ameamua na sasa hivi kuchokoza. Unajua amechokoza nini? Amesema chuo kikuu kijengwe huku CCM, oye! Mheshimiwa Ngore, oye! Na mimi nimepokea. Sasa taende kukaa naye mshauriane, tuone mahitaji ya chuo kikuu alafu baada ya hapo tufanye maamuzi. Naomba tumpigie makofi mengi mengi mengi. Lakini ukiachilia chuo kikuu alichokiomba hapa, amefanya kazi kubwa sana kwenye habari ya elimu, na nyiye mnajua shule zimejengwa, ingawaji bado kuna mahitaji ambayo, sasa katika kipindi hiki mnachoenda kutuchagua, tutaenda kuyafanyia kazi.